Muda huu unaotengeneza hii video, mtandao hauko stable sana, na kwa kutumia njia hii utakwenda kufanya mtandao uwe fresh na vizuri zaidi mpaka pale utakapokuwa vizuri. Kitu cha no inaitua... Kwanza utaingia Play Store au ukiingia Play Store uta download application inaitwa, ngoja tuingie Play Store kwanza. Ukiingia Play Store uta download application inaitwa na, mtandao unaona unavyosumbua bado. Download application inaitwa NPV tunnel. NPV tunnel ndio hii ndio hii hapa ambayo zamani ilikuwa inaitwa Napsternet V. Wamefupisha inaitwa NPV tunnel. Ukidownload hii application japo unaweza ukasumbuka uka kulingana na muda unao download. Mda uh, ukishadownload hii application utaona kitu kama hiki ambapo itakuwa ina vitu ndani kama hivi. Kitu cha pili cha kufanya ni kutengeneza file. Kutengeneza file uh, utafanya hivi na japo sometimes, mtandao unakuwa fresh ila mara nyingi unakuwa unayumba, unaweza kaa fresh kaa vibaya. Kwa hiyo kwa njia hii mtandao unakuwa stable, unakuwa fresh kila time uh, utaingia kwenye hii link ambayo nitaweka kwenye description hapo chini na kwenye comment uh, utaenda kutafuta servers hapo. Kuna Singapore, pia inabidi uangalie hapa server inabidi andike server online k okay. kuna United States, kuna Germany, kuna Netherlands, kuna United Kingdom, ngoja tutumie United Kingdom kama hizi. Usitumie ambazo zimeandika server offline, nabidi utafute ambazo zimeandika server online. Ngoja tutumie hii ya United Kingdom, utagusa submit, nikigusa submit nitaenda huko chini kwenye ku create account. Hii na expire siku tano, kwa hiyo siku nne na nabidi create nyingine, lakini sidhani kama siku tano, itakuwa bado tunaona sumboa. Ngoja, tuandike jina, kwa mfano nitaandika labda Vinei lazima uweke na namba, nitaweka labda moja moja, nitagusa ama human hapo tabidi utabidi ukamilisha recapture, haka karudi uweke ambapo kanakamilisha huu mstari, kisha na verify, kisha unagusa submit hapa chini. Kwa bahati nzuri, huu ni muda ambao mtandao uko vizuri, lakini hauko vizuri zaidi. Ni, yani hauko vizuri kama nikitumia njia hii. Aa, utakutana na kitu kama hiki hapa chini, utagusa hapa kwenye kukopi, utakopi haya maneno yote, kisha utaenda kwenye NPV tunnel, utaenda kwenye config hapa, utagusa add config, utagusa import from clipboard kisha vitu ray config. ita hadi moja kwa moja kwa sababu ulisha kopi. Uh, utagusa hii setting. Setting yetu ni hii hapa, utai click itaweka blue kama hivyo. Utarudi kwenye home kisha utagusa uh, connected, utagusa hapa connect. Ngoja kwanza ni test ni test jambo hapa uh, ngoja ni download hii application bila ku connect kwanza, alafu uone inavyo inavyofanya before. Bado iko pending, KB zinatembea hapo juu, unaweza kaangalia speed yake inajivuta sana pending, bado haianzi ku download uh, haianza bado. Ngoja ni cancel, nirudi huku, nita connect, kisha hapa panakuwa kama hivi, kisha nagusa connect uh, akiandika connected, itaanza kuonyesha speed ukiona speed hapa iendi iendi sana kwenye hapa download, kwa sababu hapo ndo pa muhimu. Ukiona haiendi sana, unaweza kutengeneza server ya nchi nyingine ukaendelea. This time around mtandao utakuwa uh, fresh na stable kulingana na server uliyoweka. Kwa hiyo tengeneza server ya nchi tofauti, kwa sababu unasumbua. Fanya hivyo, ni simple sana, na hii ndio njia ambayo wengi wanaitumia, na pia imekuwa ikinisaidia. Unaona kwa sasa hivi muda alikuwa haitaki kuanza kudownload, sasa hivi imeanza na speed yake hapo juu inaenda kwenye hizo KB. Naona hii ni server ambayo ina speed sana, kwa sababu kuna server ambazo zinaenda mpaka MB2. Kwa eneo nililopo hili network ni ndogo sana, lakini unaona sasa hivi na download nimekuonyesha ina inavyofanya. Mbinu ya pili ni kwa kutumia HA Tunnel Plus, na nitakupatia mbinu tatu. Hii ni ya pili, utai download HA Tunnel Plus na kuna VPN nyingi lakini nakupatia hizi tatu ambazo zinakuhakikishia mtandao mkubwa na mtandao ambao uko stable hata kwa nyakati ambazo mtandao unasumbua. Uh, utaingia hapo, uta download hapo. Kwa sasa hivi mtandao uko fresh na unaenda vizuri, lakini kuna time huwa unayumba, kwa hiyo kwa muda huu ambao mtandao unaenda vizuri ntautumia kudownload hizi application ambazo nakuelekeza. Na pia, mtandao ukiwa vizuri utautumia kudownload vitu hivi ninavyokuelekeza ambacho cha pili ni HA Tunnel Plus, kama unavyoona utaingia kwenye Heche Tunnel Plus. Kisha utaalao leta, kisha leta. Okay, understand. Then, okay. Ukifika hapa uh, chagua uh, custom setup utaiwasha, kisha utachagua custom sni hapa. Utakuta umesha kuwekea www.freesite.com utaiacha kama ilivyo, usiguse kingine chochote. Uh, kisha utaloba seva zenye spedi, utachagua friends uta start. Ukistart utaona hapa speed zinatembea, kushoto ni up speed, kulia ni download speed. Ut... utaona matangazo kama hivi Aa, ni kawaida, ngoja tutoe, kisha utaona inatembea hii. Inaongeza speed kwenye nyakati ambazo mtandao unasumbua, na hii ni ya pili. Ya tatu ni rahisi zaidi na ni bora zaidi, ambayo kuitumia ni rahisi, utafanya hivi. Uh, utaingia Play Store. Hii ni namba tatu, na hii ni bora zaidi, haina mambo mengi. Utaandika tu stack stack VPN reloaded, najua tunaifahamu, na hii ni moja ya VPN ambayo iko fresh kwa kipindi hiki, na ukiconnect, unaweza kufanya chochote kile ambacho ulikuwa unafanya nyakati za kawaida, kama kama ni content creator, kupost video uh, kufanya mambo yote ya muhimu unayohitaji mtandao, kama ni kazi na vitu kama hivyo Uta download stack VPN reloaded loaded. Okay, baada ya kudownload hiyo stack VPN reloaded utaifungua, hii ina mambo mengi, utaalao utagusa no, kisha utagusa okay, uta start hapa hapa ilipo ah. Na kama unavyoona tayari iko connected ila kwa muda ambao mtandao utakuwa vizuri una disconnect, na muda ambao mtandao utakuwa unasumbua una connect, unaendelea na mambo mengine okay. Mimi naitwa Vinei na hii naitwa Vinei TV ah uh, hicho nilitaka ni share tu, kwa sababu nimeona tu nalalamika kwamba kuna baadhi ya mambo yanagoma kama kutuma picha, kupost video kwenye YouTube kwa wale content creators wenzangu na kufanya mambo mengine ya msingi kwenye mtandao okay, so nadhani hizo mbinu zitakusaidia na huwa ndo zinatumiwa na wengi kwa sasa hivi.